Watu wengi wanatafuta pesa kila siku, lakini kuna siri kubwa matajiri wanazijua, ambazo hawaambii watu wengine. Leo nitaenda kukuonyesha siri tano ambazo hazifundishwi mashuleni. Karibu kwenye chaneli ya ukweli wa pesa na Forex. Hapa tunafunua ukweli wa pesa, biashara na mafanikio. Video hii itakupa mwanga juu ya matajiri wanavyofanikiwa, na kwa nini wengine wanabakia kuwa maskini. Siri ya kwanza: pesa ikufanyie kazi. Siri hii matajiri wanaijua na wanaitumia, ni mbinu kubwa sana kwao kuhakikisha fedha inawafanyia kazi na kuongezea utajiri wao hata wakiwa wamelala. Matajiri wanawekeza kwenye mali, biashara market, majumba, real estate. Hizi ndio njia ambazo matajiri wanatumia kufanya pesa ziongezeke kipato na kuongeza utajiri wao kila siku. Siri ya pili, elimu isiyo rasmi. Kwa kawaida, mashule yatufundishi chochote kuhusu pesa, lakini sio kwa matajiri. Matajiri na familia zao wana tamaduni za kujifundisha maisha yanayohusu fedha, kupanga bajeti, kuwekeza na kuchagua fursa. Siri namba tatu, hatari zilizohesabiwa. Matajiri wanatambua kuwa hatari ni sehemu ya mafanikio, lakini wanapanga hatari hizo kwa uangalifu, tofauti na wengine wanavyoogopa. Siri namba nne ni networking. Matajiri wanajua nguvu ya ushirikiano wanajenga mitandao na kushirikiana na watu wenye ujuzi na mitaji kwa muda mwingine. Siri namba tano ni fikra ya mafanikio. Fikra za mafanikio zinatofautiana sana, tena sana. Matajiri mara nyingi huona fursa na sio vikwazo na wanajifunza kutokana na makosa. Hizi zilikuwa ni siri tano za watu matajiri. Je, Uko tayari kutumia baadhi ya mbinu hizi? Usisahau kusubscribe, like and comment.